Mwezi Septemba mpaka mwezi um, Novemba, e, limefanya shughuli mbali mbalimbali, operesheni na misako ya kuzuia na kutanzua uhalifu na katika operesheni hizo e, takribani watuhumiwa wa makosa mbalimbali -mbali, e, wapatao mia mbili na tatu wamekamatwa na baadhi yao kufikishwa mahakamani kutokana na kesi ambazo zilikuwa zimekamilika. Ndugu e, wanahabari, katika operesheni hizo E, pamoja na misako wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Pwani limefanikiwa kukamata silaha aina ya magobore 13 ambayo yalikuwa yanamilikiwa kinyume cha sheria, lakini pia tumefanikiwa kukamata silaha za kisasa 2, aina ya bastola moja, aina ya Luger M90 ikiwa na risasi 8, lakini pia bunduki aina ya shotgun moja hivi vyote e, tumevikamata e, kwa watu ambao walikuwa wanamilikiwa walikuwa wanamiliki isivyo halali e, lakini sambamba na hilo pia tumeweza kufanya operation na misako katika maeneo ambayo e, wanatengeneza pombe aina ya moshi. E, tumeweza kufanikiwa kukamata mitambo mitatu ya kutengenezea pombe hizo na lita a, za pombe hiyo zipatazo 375. Aidha, katika operesheni maalum ya kupambana na madawa ya kulevya Mkoa wa Pwani, polisi tumeweza kukamata viroba vya bangi vipatavyo 21, debe tano za bangi puli 557 saba, lakini kete 3968, misokoto 195, pati 43 ya bangi iliyosagwa maarufu kama skanka, nayo hiyo imeweza kukamatwa katika operesheni hiyo, vyote hivyo vikiwa na jumla ya kilo 328.5 ya uzito. Kwa maana hayo yote ukipima unapata kilo 328.5. Lakini sambamba na hilo pia tumeweza kuteketeza mashamba ya bangi, ambapo e, wenzetu e, wasio waadilifu wamekuwa wakitumia ardhi nzuri e, yenye rutuba katika mkoa wa Pwani kulima bangi. Lakini pia tuliweza uh, kukamata magari mbalimbali mbali ambayo yalikuwa e, yanatumiwa vibaya katika kusafirisha mali za wizi. E, miongoni mwa magari hayo ni gari namba T 625 CBQ, hii ni Scania na trailer yake ambayo ilikamatwa na shehena ya nondo takriban tani 32, e, ambayo inashikiliwa mpaka sasa kituo cha polisi na upelelezi wake unaendelea. Lakini kama haitoshi tunaweza kukamata pikipiki 37, eh, brandi tofauti tofauti. Eh, hizi pikipiki tumezikamata, eh, kama mnavyofahamu tulikuwa tuna operation hii ya muda mrefu tangu kipindi kile cha Januari, Februari eh, tulikuwa tunafanya operation ya kukamata pikipiki ambazo zimeibwa mikoa mingine lakini zinakuja kuuzwa kwetu. Kwa nini? Kwa kwa nini? Kwa sababu eh, mfumko wa uwekezaji wa kiuchumi uliopo ndani ya mkoa wa Pwani umevutia vijana wengi wako hapa kwa hiyo e, shughuli za usafirishaji e, wa abiria hasa binadamu kwenda viwandani kutoka viwandani e, kama mtawanyiko ulivyo wa viwanda e, pikipiki zimekuwa ni biashara muhimu sana na ina inafanyika kwa kasi. Kwa maana hiyo wanapoiba kule wanaleta kwetu, e, vijana wanakuja kununua, lakini na sisi tunafanya operation na tumeweza kukamata hizo pikipiki 37. Lakini kama itoshi tulikuwa tunaendelea kupambana na wezi wa simu ambazo zinaibwa ndani ya mkoa wetu lakini na nje ya mkoa wetu. E, kama nilivyosema uwekezaji mkubwa unakuja na faida zake. Watu wanakuwa na fedha wanataka kumiliki simu za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo soko lisio e, halali pia nao linaibuka. Kwa hiyo na sisi e, Jeshi la Polisi kutokana na wajibu wetu kisheria tunapambana na wezi wa aina wote na hivyo tumeweza kukamata simu za mkononi tisini na tatu e, simu aina tofauti tofauti na watuhumiwa simu hizo pia nao